Mmeisikia cha umma ikisema kuhusu lishe kwa wote, kuhusu ubwabwa. Watu wanachukulia jambo hilo kama mzaha. Hatuna mzaha na sera hiyo. Taifa lolote lenye njaa, watu wenye njaa kamwe hawawezi wakazalisha. Watu wenye njaa hawawezi kujenga uchumi kwa sababu wana njaa watu wenye njaa maradhi nyemelezi yanakuwa sehemu ya maisha yao taifa ambalo halina lishe linakuwa na watoto wenye utapia mlo mtoto mwenye utapia mlo shuleni hawezi kufundishika akaelewa utapia mlo ni kwa shako shauma tunasema nini? Tukiingia, tutahakikisha kwanza tunakwenda kufuta kodi zote VAT kwenye vyakula, mafuta ya kula, unga, sukari, mchele wenyewe, ngano VAT, ili bei ya chakula iweze kushuka, wananchi waweze kununua chakula. Ndiyo maana ya sera ya lishe kwa wote ya ubwabwa. Tunataka tukishaingia taifa letu likaongoze ukanda wa Afrika Mashariki na ya Kati kwa kuzalisha chakula cha kutosha. Mkoa wa Tabora wilaya ya Igunga, mwaka 1985 Wajapani walifanya utafiti wakaiandikia serikali kwamba lile bonde la Igunga lina uwezo wa kuzalisha mpunga wa kulisha Afrika Mashariki yote Afrika ya Kati na tukalisha nchi ya Japani mwaka 85. Chauma tunasema tukiingia tutakwenda kufufua mradi huo, tuzalishe mpunga, ubwabwa upatikane kwa bei rahisi, wananchi waache kushinda njaa na kula mlo mmoja. Ndio yes, yes, yes. Maana ya sera ya ubwabwa, ndugu zangu.